Himili vishindo bi, e, vya ule uwanja lakini mwisho siku utaona Mbeya City sio timu ya kubeza kwenye michuano, kwa sababu amemtoa Azam FC pale Chamazi na alimfunga Azam goli zuri sana kaa nakumbuka, lakini baadaye inatokea e, Azam anapata wanapata penalti ya mchongo kutengenezwa akutengenezwa, lakini wakaenda kwenye mikwaju Azam akatolewa. Sasa hawa Mbeya City kwenye michuano ya wa championship wanakimbizana na, na, na, na, na Mtibwa Shujaa, yani wako hapa hapa hapa hapotezi mechi zake kizembe. Of course kiangalia quality ya timu yao. Sasa hivi anaye kocha Malale yamsinikea kocha ambaye acheko Polisi Tanzania, alikuwa kocha mzuri sana uh, amekuja leo. Alichofeli yeye ni kitu kimoja, kwamba kikosi alichokiona kwa sababu lineup inatoka isali moja kabla ya mechi, kikosi alichokiona yeye akachukulia poa boa, kwa maana akiangalia nyuma, anamuona Karabua anamuona Hamza, ambao of course ndio regular starter wa Simba kwa sasa, lakini wachezaji lazima atakuwa alikuwa amechoka lakini kingine anaangalia juu pale, anaona Ngoma, anaona Fernandez Mavambo, anaona cha Zambia, anaona Ateba, anaona uh, Awesu Awesu, unaona bana, baadaye anaona, anaingia barua. Kwa hiyo anaona ile wachezaji fulani ambao hawamtishi, sababu amuone ndani, uh, Jean Chaza huwa amuone Eli Mpanzo kibisa, wala Volcano ndege ya kivita ile, aione amuone Kibudelis kwa Mlolo. Kwa hiyo jamaa atataka kuingia kuanza biashara na Simba Rada na sisi sio alikuwa amekula mchele wa wapi? Sio achunya ule. Hivi una Hivi hivi hivi ule. Simba hata kama angekuja kucheza pale, eh, labda angeenda kucheza pale mzee Dewji tu mwenyewe. Imeshaitwa Simba. Yaani imeshaitwa jina Simba. Hauwezi ukaenda pale kupishana. Yaani wanaenda kupishana Simba, utaona wingi ameenda kule, huyu ameenda huku, huyu ameenda huko. Of course walipata goli, wakajua yes, kumbe wanafungika. Lakini wakasahau kufunga milango, goli la kuja kusawazishwa na pigwa mpira wa kona anapiga heda kali sana Fii. Tena hakuna mtu aliyemgasi. Of course kwa sababu ya height yake anambeba, na magoli kama yale anafunga sana. Hata piga san kwa, kwa hiyo hiyo ana ana ana uwezo na determination chochote, lakini kingine alichofeli ni kwamba kwamba alikuwa anajaribu kumaki mchezaji mmoja Lionel Ateba wakati huo, anashindwa kufahamu kwamba kuna kamaalanayafunga san anawez ota hezai mtale Budo. Kwanza amelekaa sana Yaani, Budo Mutale. Budo Mutale mpaka sa hivi kama ndo michuanoua imeishagumwadish e, si kama ndo ingekuwa imeisha sasa hivi. Oya. Budo Mutale ndo anaenda kuwa MVP, kwa sababu anafunga back back to. Yaani kila mechi anafunga anakuofa asisi, anakuofa magoli kwa hiyo Uh, Tumi ana deserve uh, kuwa mchezaji bora kwa sababu amekuwa na kila kitu uwanjani, ana mark Ateba huku huku. Budo anapiga bonge moja na pass katikati ya ukuta mabeki watatu hadi wanne, anapita anafunga. Mimi najiuliza maswali, huyu Budo kwa angekuwa anacheza michuano gani? Yani, yani kama kazaliwa kwa ajili ya michuano, CRDB Federation kama ajili ya huku, yeye ndio michuano yake, NBC. Akienda ya kule, jamaa kwanza acheze mpira michuano ya kimataifa hajacheza, achezi kabisa. Hapana, nafasi hii michuano, kwa kwa kwa ndio yako yake amefunga goli kali sana, of of course course, angalia goli Lionel Lionel Ateba, lakini tukija kuangalia mchezo wenyewe Simba Simba, kuna wachezaji wa mimi kwa mimi mimi, hata kama amefunga goli kwangu ni bomu Simba. Bomu, yeah, yeah, bomu pale linaweza kulipuka kulipuka muda na nikiongea vitu vinatokea. Lionel Ateba kwa mwendo anaenda nao. So, si mojao, asi, yani kwa kwa kwa mmoja asiwepo. Yaani kubwa. Kufunga kufunga sio issue. Yeah. Unaweza ukafunga alafu ukakosa magoli ya na gani? ajili Ngapi amefunga? Ukija ukija vizuri. Kwenye ligi kuu Ateba mpaka sasa hivi kwenye goli zake nane, si ndio? Huyo huyo Mkwala ambaye alikuwa nafasi ya aminiwi alikuwa na goli tano, mechi moja tu, goli nane sio akawafunga Dodoma, na goli tisa. Lakini angalia kwenye michoro kima ya kimataifa juzi tu, alikuwa ui kucheza. Ameonyesha ubora mkubwa sana na sasa hivi tu za ndani nilizonazo, hmm, uh, Mkwala anaenda kuwa ndo regular starter. Yani, kwenye first eleven ya kila ya kila mechi. Kocha hata atamwacha. Unajua kocha alikuwa anapata. Kwa nini? Ana mke wake akirudi nyumbani chakula kipo. Anaulizwa kwanza nataka ule ndo ule au kwa ule kwanza ndo ule nisikiza vizuri, Shomari kapoga mke wake anafunga, anazima TV wakati anakuja penati. Kwa nini? Kwa sababu tayari mwili mmoja. Sasa wachezaji ambao hawajaoa kaka, walindwe. Simba wasipolindwa, wachezaji watapotea kaka. Uh, nisikilize vizuri. Mfano Sekanazilisi mm -hmm. ameoa mm haya -hmm. hapa neno uwanjani kuoa kama una una, una, una. Kama hujazoea maisha ya Uislamu hujazoea na unaweza unaweza kukateseka pia, kama kile yako hajatulia wa Uislamu, kama kile yako hajatulia siku, anapaswa kulinda kulinda wachezaji wao ili waweze huyo, atakuwa inawezekana, tayari tayari ameshaanza kuzunguka kwa. So, sababu of course hapa vyakula, vitu, vitu safi vitu simple. Mabinti zetu ndio hivyo wanajiachia kwenye ya wachezaji wachezaji na wa madimu maskini ya Mungu, inawezekana leo atema miguu aina uroto n anafika yani, mm -hmm. nje ya kumi na nane anapiga shuti lile la mtoto. Siwezi kulaumu, kwa sababu game plan ya kocha siku zote ni kwamba mimi nataka nataka dakika zangu 15 na nimaliza mchezo, ili kipindi cha pili ni retain energy, ni hifadhi nishati kwa ajili ya mechi zinazokuja sio sio sio kwamba dakika zote 90 moto ndo ule ule bila hiyo wale kwangu yes, wanasema, wanasema, mm. ya Simba ni kutoa kutoa kutoa kutoa ligi ligi ligi kuu kuu kuu kuliko kuliko shirikisho ili kwa kwa, kuku, kwa, yani kwa namna mambo yanaenda hivi sasa Simba mechi saba mbaki ubing mm. kiangalia Simba bado na michezo mingi lakini zaidi ni kwamba Yanga anaongoza kwa points moja. Kama Simba atashinda mechi zake zote eh, ina maana Yanga zawa, Yanga kashinda za zake zote. Anaenda mm. kwa sababu ya ya ya hiyo point moja lakini lakini bado kuna mchezo mchezo wa dabi. Ile kingine ni kwamba Simba Simba Simba Simba Simba ana michezo mingi yote iko nyumbani hapa. Hmm. Hapa mechi mechi mechi mechi mechi mechi mechi zake zake mikoani hmm. na na ukiangalia ambazo anacheza dhidi ya Black Stars ambayo labda unaweza unaweza kusema ndio mechi tight, zingine asilimia 90 au 100 kabisa kushinda, akapoteza katika uwanja wa KMC wote mpaka sasa. Ile kingine ni kwamba Yanga atasafiri atafuata Tanzania Prisons, ujue Tanzania Prisons anaanza kurudi, anashinda fululizo ai na, rizu, Uchino, Forte, Ala, Fonte. Ye, na mm. Yanga anafuata mm. anamfuata kwa sababu kweli mimi uh, siwagaranti ushindi kwa sababu ni timu ambayo nimeitoa mm. ni timu iliyoanza vizuri, lakini kwa sasa sioni kama ataenda kumsumbua Yanga Afrika, lakini mm. Yanga akuchukua ubingwa ni mpaka akubali kucheza dabi. dabisau yeah. <laughs> issue ya dabi mm. Bodi ya ligi ligi na TFF wanakwambia, mm -hmm. dadi iko pale pale sawa sawa eh? mm -hmm. Yanga ameenda CAS mm -hmm. huko CAS mpaka sasa hivi wana bado ha, majibu hayajatoka, sijui anaelewa vizuri. mm -hmm. Kwa nini majibu hayajatoka? ni kwa sababu kuna vipengele bado havijaenda kule. Unanisikia vizuri, kwa hiyo ili Yanga kama atashinda mechi zake zote achukue ubingwa akubali kucheza ndani. Yaani akubali kuingiza timu. mm. akikubali kupeleka timu uwanjani akamkanyaga Simba pale, Yanga bingwa. Lakini kama akikataa, ina maana pale sasa ile sheria inaanza wanaanza kuapply. Tarehe ikitangazwa, Yanga asipopeleka timu mm. unasikia tu mnyama anachukua anajitulia pointi tatu anaondoka nazo kama upepo pale. Ndio bingwa.